Naitwa Kuruthumu Mhando Selemani, na ni producer wa Geza Film, na leo nimekuja hapa ZIFF kwa ajili ya kujifunza, kupata connection na maproducer wengine, haswa kwenye industry yetu ya uigizaji pia na movie kiujumla. Wapo maproducer wengi na wanafanya vitu vizuri pia lakini wana ile kitu kujiogopa. Unapaswa usijiogope. Amini ya kazi yako, leta sokoni, kutana na watu wengine, u exchange ideas, usikae nyumbani ukaikumbatia. Hamna mtu ambaye ataona ukiwa mbali, ama utajifunza kitu kingine ukao ukakutana na watu wanaojua zaidi yako. Baada ya mafunzo natarajia inshallah mwakani short film yangu, movies zangu, moja kati ya hicho ama vyote kwa pamoja kitachukua tuzo. Film kiujumla zinatunza kwa sababu ni kitu ambacho kinakaa kwa long time. Kwa hiyo zinatunza culture history, ko ni vitu ambavyo pia tunafanya kila siku kwenye maisha yetu ya kila siku, tunatakiwa tujifunze, na pia inazidi kutukumbusha na inatuonyesha jinsi gani watu wengine wanavyoishi. So ni vitu vizuri pia. Memories are good. Mimi naitwa Beda Msimbe na toka Dar es Salaam. Hivi leo tuko kwenye The Old Custom Building hapa, Jumba la Forodha Zanzibar, nikiwa nimekuja kushiriki kwenye warsha ya mafunzo kuhusu utengenezaji wa sinema fupi, na hii nafasi imetolewa na ZIFF. Tuliiomba tukiwa Dar es Salaam na wakatujibu. Tumefika hapa kwa ajili ya kujinoa zaidi kwa ajili ya, ya vitu mbalimbali ambavyo vinatuhusisha sisi. Tunasimamia production ya video, television na mambo mengine. Sasa unapokuwa unahitaji elimu unaitafuta mali ilipo, na ili kuwa na product nzuri zaidi kwenye hizi products zinazofanya, ndio tunakuja hapa tunashirikiana na watu wengine kujua mwenendo wa dunia. Mwalimu alikuwa mzuri, anatoka Misri, bwana Samir, na ametukumbusha mambo ambayo yanafaa sana kwenye utengenezaji wa short film, na anasema mwenyewe kwamba huwa zitengenezi hela, lakini ukitazama jinsi ya plot zinazofanyika na mwenendo wake director debate na vitu vingine, hali ya hewa unaiona inakuwa nzuri. Kwa hiyo ni swala la kujiwezesha kidogo na kujifunza kwa bidii sana. Mimi naamini ZIFF katika hii platform tufanya wametutendea wema sana kutuletea watu ambao ni wazoefu na ambao tayari nao walishawahi kuchukua tuzo za simbee, na kwa hiyo inatuletea hali inakuwa alhamdulillah kidogo. Kwa jina anaitwa Aiman Shaibu, mimi ni miongoni mwa washiriki wa ZIFF Zanzibar International Film Festival. Uh, kupitia tamasha hili tumejifunza kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kutengeneza filamu na kulikuza soko letu kuelekea kimataifa. Wengi wetu tunatengeneza filamu lakini zinaleta maudhui ambayo hatuwezi kukuza soko kiujumla. kwa ZIFU imekuja na idea ya kuweza kuboresha soko la filamu na kuweza kuzifanya ziwe za kimataifa. Mimi kama participant hapa a, pia napenda kutoa ujumbe kwa jamii na wasanii pia tu, tusiwe tuna crow TikTok kuangalia video ambazo hazina maudhui. Kwa tutumie wakati wetu na, na MB zetu Kutu, kuangalia vitu ambavyo vitatujifunza vita na vitakavyoleta kwenye utamaduni wetu na kutoboresha akili zetu, kwa sababu kila siku inabidi tule kitu kipya kwenye ubongo. Kwao hatuwezi kuangalia vitu vinavyojirejea kwenye mitandao ya kijamii. Kwao tuwe tayari kujifunza na kubadilika. Jina langu naitwa Uthmani Khalfani Amori, nimetokea Dar es Salaam, nimeshiriki katika festival ya ZIFF ambapo katika hii festival nimejifunza mengi sana kuhusiana na washikaji wa kamera, kutokana na mimi mwenyewe ni mtu wa nyuma ya kamera, lakini nime, nashukuru nimeachivu vitu vingi kuhusiana na uandalizi wa story, uandalizi wa kushuti mpaka tunapofikia mwisho wa editing, ambapo tunatoa kitu ambacho kinakuwa kimeelezea hali halisi na kinaoneshea uhalisia ambao unatakikana pia tumejifunza kuhusiana na swala so zima la kufanya kala e, short mwini, nataka, labda short hii nataka tufanye labda kala hii ya asili fulani hivi ya kitu fulani, nimeelezea kitu fulani uh, kwa majina naitwa Hassan Saif Hassan. Ni script writer lakini pia ni storyteller na ni mwanafunzi kutoka kituo cha sanaa ya maigizo kinachofahamika kwa majina ya Unique Talent kiko jijini Dar es Salaam Ubungo Riverside, chini ya usimamizi wa mhandisi wetu na mkurugenzi bwana Alex Mgeta Ngosha. Kwa hiyo nimekuja hapa kama mwanafunzi pia kuja kuwakilisha timu iliyo nyuma yangu. Workshop hii ambayo tumekuja kuhudhuria hapa ya ZIFF ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakwenda kutujenga kutuboresha na kutuongezea maarifa mapya, waigizaji wasanii pamoja na waandishi na madirectors na watu wengine mbalimbali mbali. Uh, matarajio yangu kwenye hili ni kufika mbali kiubunifu, lakini pia kupata elimu zaidi ambayo itakayokwenda kusogeza tasnia yetu ya filamu nchini Tanzania kufikia viwango vya kimataifa. Binafsi nikiwa kama muigizaji, nikiwa kama mwandishi eh, na naahidi kuendelea kupambana na kutoa elimu ambayo nimeipata huku lakini pia kuwa miongoni mwa wale washindani ama wa, wa, wa, wa, ya, niseme washindani bora ambao wanatarajia kupata vitu vikubwa na mafanikio makubwa kupitia hii kampeni ya ZIFF ambayo inafanyika kila mwaka. Kitu kingine niseme tu kwamba ama cha kuongezea kwa wale ambao fursa kama hizi zinajitokeza lakini wanakuwa wavivu kushiriki. Tusilaumu taasisi, tusilaumu serikali. Ni nafasi yako wewe kama kijana, ni nafasi yako wewe kama e, Mtanzania, ni haki yako hii. Ni sehemu ya haki yako, na taifa inakupa haki yako stahiki. Usione uvivu kujitokeza yanapotokea mambo kama haya. Njoo shiriki, jifunze, tambua, elewa. Elimu utakayopata hapa ndio itakayoenda kusogeza gurudumu la sanaa mbele. Lakini ikiwa kama fursa hizi zinajitokeza na bado tunakuwa wavivu pia kujiz, kujiz, kujiz, kusimamia ama kujionyesha basi tusitoe lawama, tukubaliane na kile ambacho kinakwenda kutokea hapo baadaye. Kwa waliojitokeza, watapata fursa na naamini serikali itawaona pia.